Shdinamsheneo nini kinaendelea mpaka sasa, hebu tujue sababu, toka mapema tulikuwepo hapa kusubiria nini? Uh, okay. Mungu, kwa hamu utueleze nini. Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa limefika kwenye mikono ya walezi wetu okay, na nadhani suni litakuwa sawa kwa sababu limeshafika nyumbani, so hii ni sheria, hii ni serikali, itaangalia wapi kuna haki

namseeo nini, na nini kinaendelea mpaka sasa, hebu tujue, hebutujutoka mapema tulikepo hapa kusubiria kwa hamu utueleze nini. Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa limefika kwenye mikono ya walezi wetu, na nadhani suni litakuwa sawa kwa sababu limeshafika okay. Nyumbani ja, nyumbani. So hii ni sheria, ni serikali itaangalia wapi kuna haki Okay, chinga lakini leo ilionekana mmoja wote wawili, wewe na mkubwa inaonekana mm, umetokea wewe peke yako, mkubwa yakutokea, kuna shida gani hapa? Uh, sasa hiyo labda mkikutana nao wao viongozi mtawahisi hao, kwa nini? Asante sana. Eh?